Ah, helo, mambo vipi? Naimani kila mtu yuko poa kabisa leo bwana. Naleteeni app, application ambayo kwa watu ambao wananunua na kuuza hisa wanaitumia kwa wingi sana, ni application ambayo ni hapa hapa Tanzania, inaitwa Dar es Salaam Stock Exchange. Dar es Salaam Stock Exchange ni soko la isa, la, la, la Tanzania. Kwa hiyo wametengeneza application yao, na kipindi cha nyuma ilikuwa ili uuze au kununua isa lazima uende utumie madalali eh, ujaze fomu ufanyeje, mambo kibao, lakini sasa hivi ni kitu ambacho tu kimerahisishwa, unaweza ukafanya biashara yako yote kuhusu isa online kwa kutumia hii application, inaitwa Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa leo ni nimekuja sijaja sana kuzungumzia hii application lakini, naombeni kama mtu atakuwa na na anawiwa kweli kuda kuhusu kujifunza kuhusu hisa, lazima ha download kwa sababu hii ndio unaitumia kununua na kuuza hisa zako. Sasa leo kutokana na maoni ya watu kwamba niwaelezee labda hisa zinakuwaje, faida unapataje kwenye hisa na vitu kama hivyo. Sasa leo nikasema okay, ngoja ni tolea mfano tu nije mm. na hii hapa sasa, hisa za, hisa ni hisa ni CRDB. Sasa hii ni kampuni ambayo imejiorozesha kama inauza uh, share. Maana yake hapa ukinunua hisa kupitia DSE hisa za kampuni ya CRDB, maana yake we unakuwa mmojawapo ya wana share wa CRDB Bank. Sasa bila kupoteza muda tuende moja kwa moja hapa mbele yenu, hapa mnaona kuna hii hii, hii graph ambayo inaonyesha movement za hisa za CRDB uh, kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na nne lakini mpaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kama tunavyoona hii graph inaonyesha kwamba hii unaziona hizi mistari hizi mikubwa hizi hizi ni opening price. Opening price ni ile bei ambayo ilikuwa ni kwa mfano kama ili asubuhi, bei ambayo uh, soko likifunguliwa inakuwepo asubuhi. Lakini hizi mistari za dot dot hizi, ambazo ni closing price, ni zile soko likifungwa, ile bei ya mwisho kabisa, kwa sababu uh, ile kipindi cha ambapo soko la hisa likifunguliwa bei zinatofautiana. Kuna bei ambazo zinaweza zikaongezeka, lakini muda huo huo bei zinaweza zikashuka, lakini at the same time bei inaweza ikakaa stable kabisa, ikakaa ika kama meza kabisa, yani isipande isishuke, lakini inaenda tu hivyo hivyo, haiongezeki wala ipungui. Sasa kwa upande wa CRDB hapa nimetolea kama mfano, kwa sababu ni ni kampuni ambayo, of course, kwa watu ambao wananunua hisa wanaipendelea sana kununua hisa za CRDB kwa sababu ni, ni hisa ambazo zinakuwa kila siku ni hisa ambazo zinakuwa kila siku sasa bila kupoteza muda naomba niwaelezee jinsi ya hizi hisa zinavyofanya kazi sasa hapa tunaona hii ilikuwa ni opening balance ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 5 2024 hii ni chart ya CRDB sasa tarehe 20 mwezi wa tano ilikuwa opening balance maana yake bei ambayo ili, ilikuwepo sokoni kwa huo muda ilikuwa ni shilingi mia tano. Kwa hiyo mtu ambaye halinunua hisa za CRDB tarehe ishirini mwezi wa tano mwaka 2024 alizinunua kwa shilingi mia tano kila hisa moja, kwa shilingi mia tano, sawa. Sasa hii hisa hii hii, kwa mfano um, ukiwa labda tuseme na milioni yako moja, milioni moja unaweza ukasema okay. Cha kufanya unaingia kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, unaangalia market trend, inaitwa market trend ya hisa za kampuni unazotaka kununua. Yani sio tunanunua hisa kwamba labda, uh, tunanunua kwamba ni kwa sababu tu tunataka tujionyeshe kwamba tunamiliki hisa za kampuni fulani, no. Hisa, it's a business. Kwa hiyo ukinunua maana yake unawekeza it's a business sasa kama ni business maana yake una aim katika profit. Na isi hapo kila mtu ananielewa. Sasa kama huna aim katika profit maana yake nini? Maana yake lazima usome kwanza market trends. Then baada ya kusoma market trend ndo unakuja unawekeza kwenye nini? Kwenye hisa zako. So let, let's start here. Hapa nimewaonyesheni kwamba tarehe 20 mwezi wa 5 mtu aliyenunua hisa alinunua kwa shilingi 500 hisa moja. So tuashumu huyo mtu alinunua uh, hisa za shilingi milioni moja, hisa za shilingi milioni moja hapa, au tuseme yes, hisa za shilingi milioni moja alizinunua kwa shilingi mia tano kila moja. Kwa hiyo unaweza ukachukua milioni moja ukazidisha eh, hiyo utapata kiasi ambacho alitumia unagawa hii sasa, unagawanya kwa mia tano Unapata uh, alinunua hisa ngapi kwa shilingi milioni moja? Alinunua hisa ngapi ambazo bei yake ni shilingi mia tano? Kwa hiyo unagawanya unapata pale, sawa. Sasa manake hapa huyu alinunua hisa kama kama elfu mbili hivi au elfu ishirini uh, hapo za CRDB. Sasa tunaangalia hapa market trend yake ikoje. Kama mnavyoona hapa hapa huyu tarehe ishirini mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na nne maketi ilikuwa hapa kwenye shilingi mia tano ndo bei ambayo ilianza hapa kwenye tarehe ishirini. Sasa kama mnavyoona hii grafu inaenda inapanda inashuka inaenda inapanda inashuka, lakini kushuka kwake, unaona kabisa inatengeneza negative slope. nikisema negative slope maana yake ni kwamba grafu inaenda inapanda kuelekea juu lakini kama grafu inatengeneza negative no, ina, hii inatengeneza positive slope, I'm sorry. Hii inatengeneza positive slope kwa maana hii grafu inaenda inapanda ina, kwa hiyo hizi isa za CRDB zina increase at decreasing rate. Sasa sijajua kama mnanielewa wote hao vipi, lakini kimsingi ni kwamba hizi isa zinapanda sawa, ingawaje kuna muda zinashuka, lakini hata zikishuka hazifiki point ambako zili kwa mfano tukizungumzia kwamba kupanda kwa mfano kama hapa, mtu aliyenunua hisa uh, za CRDB mwezi wa 5/2024 hapa kwa shilingi 500 kwenye bei ya shilingi 500 tao uh, bei hiyo hiyo hisa hizo izo za CRDB zimeshuka mara mbili kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja mara mbili fika shilingi mia tano. Kwa hiyo mtu aliyenunua hisa hapa hapa kwenye mia tano hapa zimeshuka mara mbili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa, kwa kiasi gani kwamba hizi hisa zinapanda hapa, hizi pointi mbili hizi, pointi ya kwanza, pointi ya pili, hizi ndio pointi pekee ambazo hisa zimeshuka mpaka closing price ya hisa za kwanza kabisa za hapa za tarehe ishirini. Kwa hiyo kwa maana hiyo mtu aliyenunua hisa za CRDB tarehe ishirini na mtu aliyenunua hisa hapa tarehe ishirini na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na nne kwa shilingi mia tano haijawahi kutokea tena bei ya zile hisa za CRDB kushuka kabisa na kuvuka mstari kuvuka kwenye hiyo bei ya shilingi mia tano Unaweza kaona kwa kiasi gani hizi uh, isa zinaenda, zinapanda. Sasa, hapa tunaona pia tunaangalia tuna pia hapa zinapanda, zilipanda, zikapanda, zikashuka kidogo, zikapanda. Zikapanda, zikapanda. Lakini hapa tunaangalia katika uh, nanili ya kwanza kabisa tarehe 19 mwezi wa 8 2024 opening price hapa bei ya isa imepanda kwa kiasi cha shilingi 190 unaweza kaangalia interview ya, ya mda ndani ya miezi mitatu ndani ya miezi mitatu bei ya hisa imepanda kwa kiasi cha shilingi mia moja tisini kutoka shilingi mia tano hapa tarehe 20 mwezi wa tano mpaka kiasi cha shilingi mia sita tisini tarehe 16 mwezi wa nane, lakini hapa pia tunakuja, tuna experience downward movement ya, hii market trend ya CRDB Bank security kama tunavyoona hapa. Kwa hiyo ilivyofika hapa kuna kitu tunakiita bia, uh, bia and bulls. Kuna muda kama nilivyosema kwamba, uh, hisa sio tu watu wananunua tu, no, unaweza ukanunua. Kuna wengine wanauza, wengine wananunua, wengine wanauza za city. Sasa kama unavyoona hapa, hisa hapa zilishuka kidogo, zilianza kushuka, zina decrease at increasing rate. Yani sio kwamba zinashuka kabisa, kwa sababu kama zingeshuka, tukisema zinashuka kabisa decrease at decreasing rate, maana yake zingeshuka zikafika kabisa huku kwenye starting point ya ya, ya chart yetu. ni kwamba bei iliyokuwepo mwanzo ni shilingi 500. Kwa hiyo unaweza ukaona ndio zinashuka, lakini baada hazijafika, mtu aliyenunua kwa hisa hizi kwa shilingi 500 hajapata hasara, ingawa zinashuka kidogo kwenye samani, lakini bado zinaonesha kwamba uh, zina increase at decreasing rate, kama unavyoona kipindi cha kuanzia uh, tarehe 16 mwezi wa 8 2024, hisa zilianza kushuka kidogo kidogo kwa shilingi kama kumi kumi hivi, lakini zinapanda zinashuka zinapanda zinashuka, lakini tuna experience pia movement ambayo inakuwa ina ni game changer kwa watu ambao walionunua hisa kuanzia huo mwaka 2024, kama unavyoona hapa

Mtu aliyenunua hisa Januari tarehe kumi na sita alinunua hisa kwa shilingi mia sita thelathini. Yes, sawa sasa, zewei watu unavyohold hisa zako muda mrefu ndo navyopata faida. Huyu aliyenunua hisa hapa tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili 2024 hapa kwa shilingi mia sita thelathini, faida atakayopata ikiwa wote watavuna hapa watavuna kwenye hii pointi hapa ya mia saba themanini ni tofauti. Sawa. Huyu mtu aliyenunua uh, hisa kwa shilingi mia tano mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa tano atakuwa na ongezeko la shilingi na mia mbili themanini shilingi 1270. Kwa hiyo kutoka mwezi wa 5 mwaka 2024 mpaka mwezi wa 3 mwezi wa 5 2025, hisa za CRDB zimeongezeka kwa shilingi 280. Unaweza ukaona kwamba, sasa hapa nachojaribu kufanya ni kwamba nashauri ukinunua hisa, fanya uchunguzi kwanza wa kampuni, inakuwaje, hisa zake zipoje, market trend ya hizo hisa inakuwaje zenu ukishamaliza, ndo uwekeza pesa sasa. Ukishawekeza pesa unaangalia ukwaji yani, hapa una calculate. Tukiendelea huko mbele nitawafundisha jinsi ya calculate uh, kuweka prediction kwamba within 5 years nimenunua hisa kwa shilingi 500, je within 5 years hizi hisa zitakuwa zimefika wapi au zitakuwa zitakua zimefika point gani katika hii graph? Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ya ambavyo hizi uh, zinavyoenda lakini kuna kitu nataka niwaonesha hapa pia kabla sijamaliza hii video yangu. Kuna hizi security zote ni hesabu ya siku. Kama unavyoona, zote, hizi ndio market sasa ya tarehe ishirini na tano leo. Sasa kama unavyoona hapa, kama hapa CRDB bid quantity ilikuwa elfu mbili mia mbili na kumi bid hapa mia saba themanini offer mia saba tisini aski Asiki quantity hapa ni kumi ni ni, ni stini hizo. Sasa hapa maana yake inaonyesha market cap hichi uh, ndio kiasi cha samani za hisa zote zilizopo kwenye soko trilioni 2.06. Uh, is is z hizi nyingine kama unavyoona hizo zote ni billions sawa. So, sasa nataka niwaoneshe kitu kimoja hapa kwa mfano kama hapa hizi ni changes, change kwa mfano kwa siku. Kwa mfano kama hapa soko la isa la Dar es Salaam limepata ongezeko la shilingi ishirini kwenye isa zake leo, kutoka shilingi 290 2980 kwenda mpaka shilingi 3000, kwa hiyo imeongezeka kwa asilimia ishirini, lakini pia kuna hii naisi ni Mkombozi Bank PLC imeongezeka kwa shilingi arobaini, nimepata ongezeko kwa leo tu, nimepata ongezeko la shilingi arobaini kutoka shilingi 440 kwenda shilingi 480. Lakini kuna hii kampuni MCB. Hii MCB na hii ndio Mkombozi Bank. Hii imeshuka. Hisa zake zimeshuka kutoka shilingi uh, uh, 200 kutoka shilingi 310 Kuja shilingi mia mbili tisini, lakini kuna hii hapa hii NMB Bank, NMB Bank bwana wao, uh, thamani ya hisa zilizopo sokoni ni shilingi trilioni tatu. Sasa hapa tunashuhudia ongezeko la shilingi 300, within one day you can imagine, within one day hisa za uh, NMB zimetoka uh, shilingi mia sita mpaka kufika uh, elfu sita mia tatu. Kwa hiyo unaweza ukaona, naona kama hapa hizo zote, zote ni NMB Kweo. kwa hiyo naomba kwa leo niishie hapa, lakini next time tutajifunza pia mbinu mbalimbali mbali za, uh, za, za kumonita na kuelewa jinsi soko lais alinavyoenda. Asanteni sana, endelea kusubscribe chaneli yangu e, ili kupata vitu vipya kila siku.